Uhali gani mtazamaji wa Global TV YouTube chaneli yako pendwa kabisa, mimi ni mtangazaji wako Kaspiri Mseleche. Hii ni Global TV habari. Rais Magufuli agiza Nay wa Mitego achiwe huru. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Dr. Harrison Mwakyembe amesema Rais John Pombe Magufuli ameliagiza jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam kumwachia huru rapa Emanuel Elibariki maarufu kwa jina la Nay wa Mitego. Alikuwa akishikiliwa na jeshi la polisi akituhumiwa kutoa wimbo wa Wapo unaosadikika kukashifu serikali. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma leo Machi 27 mwaka huu wa 2017. Dkt Mwakiembe amesema kuwa Rais Magufuli ametaka Nay aachiwe huru na wimbo wake uendelee kupigwa katika vyombo vyote vya habari, lakini akashauri kwamba kama akitaka anaweza kuongeza mashairi yanayowahusu wauza madawa ya kulevya na wakwepa kodi. Taarifa za kwamba mwanamuziki mmoja wa midundo ya sasa ambaye jina lake ni Emmanuel Elibariki aka Nei wa Mitego amekamatwa Morogoro. Sasa mimi nilikuwa sina habari nika tuko tukua kwenye rangi nzuri sana ya kupiga piga, sina simu kwenye redio hiyo, nikasikia kwamba um, watamhoji uh, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, na bahati nzuri haikupita muda wakaongea naye kamanda, akasema kweli wamemkamata, lakini yeye hakujua sababu za kumkamata mwanamuziki huyo, na kwamba yeye instructions zilopata ni kumpeleka Dar es Salaam. Kwa hiyo nimekuwa na nahangaika kuwapata viongozi wa polisi uh, Dar es Salaam, na bahati mbaya hata katibu mkuu wangu wa wizara alikuwa hana habari lakini wakati tumi, leo asubuhi wa nimeanza na hizo harakati, nipate nielewe ni kitu gani hasa, nikapata taarifa kwamba e, BASATA wameshaeleza hizo sababu aa, na kuangalia pia hata kwenye kwenye simu yangu walikuwa wamesha nao niandikia BASATA kwamba tuna tatizo hapa mheshimiwa tuna proceed nalo, hivi unaonaje sasa? Um, kabla sijachukua taatua uh, katika kawaida yangu ya consultation asubuhi na viongozi wetu wa juu kuhusu mambo mbalimbali niliweza leo kubahatika hata nikaongea na mheshimiwa Rais, lakini sio juu ya swala hili. Tulikuwa na mambo mawili matatu ya kuongea lakini hata suala la la huyu mwana muziki likajitokeza, maana naye nimpenda muziki sana. Akaniuliza, hivi kuna nini? ni haya no, naona kwenye magazeti. Nikasema na mimi sasa hivi ndio nimekuja ku prove kwamba ni kwa sababu ya huo huo wimbo wake, unaitwa Wapo. Sasa mheshimiwa rais, huo wimbo <laughs> nikasema bado <laughs> kaya, akasema hapana, hebu hebu hebu utafute, au mimi nikutumie ya yeah, nao E, bahati nzuri ni kwamba yeye anausikiliza na, na kila siku juzi jana leo uh, na na ne, ne, akaniambia anaupenda. Kwa hiyo mimi na nika mi, mi, nikausikiliza ne, ne, vizuri sana nisikausikiliza baadaye, tuka tukaamua kubadilishana mawazo. Uh, kwanza naomba niseme ukweli uh, uamuzi huu wa kumkamata huyu kijana, na na sasa hivi nafikiri alikuwa anahojiwa pale Central, nafikiri ilikuwa ni uamuzi, ilikuwa ni initiative ya Basata, lakini sio kwamba wamevunja sheria. Basata wanafuata sheria, sheria uh, iliyoanzisha uh, hicho chombo, na wao kwa imani kabisa ni kwamba huo wimbo umekiuka maudhui, eh, yaani maudhui ya huo wimbo umekiuka amekiuka uh, hiyo sheria uh, iliyoanzisha Basata pamoja na kanuni zake uh, kwa hiyo wali wakatumia hiyo sheria akaweza kukamatwa kupelekwa Uislamu, na sasa walikuwa wana, wanamhoji wana, lakini huku mimi wameniandikia message pia kwamba tufanye nini hili swala, waziri unaonaje, tunaendelea na hili swala tukutaarifu. Of course ikabidi na mimi ni, nifanye consultation ya katibu mkuu wa wizara na naibu katibu mkuu na kueleza kwamba kwa kweli hata hata rais mwenyewe naye ameshangaa kidogo. Kwa hiyo uh, Mheshimiwa uh, Rais mwenyewe ameomba uh, kwamba nili, niliangalie mimi mwenyewe nalionaje, na mimi mwenyewe nikasema sawa Mheshimiwa, tutaliangalia. Nadhani huyu kijana alichofanya ni, ni ku express opinion yake yani, ni, ni, ni freedom of expression tunayo Tanzania, ambayo inalindwa na katiba ya nchi, ambayo Mheshimiwa Rais anasema bana, lazima tuilinde pale ambapo mtu haja, haja, kiuka, haja kiuka, uh, mipaka hajavuka mipaka, maana kila uhuru, kila haki ni mipaka yake. Sasa mtu kwa upande uh, wake ni wimbo ni mzuri tu, na na, na, na, na, akanihakikishia kwamba ataka mdundo kenyewe kale, hata mguu anachezesha akisikia, ni mdundo mzuri, na nimebaini baada ya mazungumzo yetu Nikomba, wasani, wapenda, ni kwamba kati ya wasanii ambao Mheshimiwa Rais anawapenda mojawapo ni huyu kijana Nay wa Mitego. Kwa hiyo uh, Rais akaagiza huyu kijana hebu achiwe jamani. Kwa hiyo nimetoka ku <coughs> nami mwenyewe nilifurahi ni, ni, ni, ni kwamba hata Basata wenyewe walikuwa wameniomba ushauri, na mimi nikamwambia, kwa kweli hata mi naamini, mimi tumechukua drastic measure sana, hebu tu ebu mwachieni huyu kijana na vile vile walikuwa nataka kumhoji leo asubuhi ajeweke utetezi wake. Ha, hakuna sababu. Na mimi nimefurahi sana kwamba baadaye nimekuja kuongea na mheshimiwa rais tena. Aa, kuna kitu ambacho tunajadiliana, lakini akihusiana na hili swala yeye mwenyewe akawa na opinion pia kwamba, ah, tena huyo kijana wako bwana, mimi nimshauri wewe wimbo uboreshe uwe mzuri zaidi, ya, ya, asiondoe kitu chochote Rais shauri aondoe chochote kile hapana, ila aongeze, wajue wenyewe una, unaelezea matatizo changamoto zako katika jamii, alafu wanaitikia watu wapo. Watu wenye tabia hizi wapo. Rais anasema amesahau vitu vingine vingi, wakwepaji kodi, aongezee mambo kama hayo, wapo. Wabuya unga na mihadarati wapo wafanya biashara wa madawa ya kulevya wapo, Watanzania wanaopenda toka asubuhi mpaka jioni wao ni kwenye vijiwe porojo tu, hakuna kufanya kazi, wavivu, waitikie tena wapo. Kwa hiyo anasema itatusaidia sana, maana ni mziki mzuri, na baaua amefanya mpaka uamuzi kwamba usipigwe popote pale. Wao wao, si siwalaumu wanatekeleza wajibu wao, ila leo tu nime nimetoka kuomba kuwa, kuwa, kuwa, uh, zaibu, zahari, tu kwamba kwa kwa kwa kipindi hiki ambacho mimi naongoza hii wizara, ningeomba sana tufanye mambo kama hayo, tufanya kwa consultation zaidi kwa e, kabla kuchukua hatua uh, ili katibu mkuu ajue uh, naibu waziri ajue, tuweze kubadilisha mawazo, kwa sababu haya mambo yanahusu haki za msingi ambazo ziko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano, ili tu tukubaini kwamba hapa ah, kuna excess hapa, hapa tumevuka mpaka hapo huyu aonywe, apo afanyiwe nini. Kwa hiyo niliwaita tu kueleza tu kwamba nimechukua uh, hatua kama waziri mwenye dhamana uh, kuagiza polisi wamwachile kijana uh, vile vile Ma, na vile vile kuwaomba basi hata waomba kwa sababu siwezi kuwagiza iko kwenye mamlaka yao kabisa ya kisheria kwamba hebu waache uh, kumhojiwe kijana ili ajitetee, baadae ya kujitetea mimi ningeshauri atabasata au mshauri aje Dodoma nitafurahi kweli kumwona kesho, nimwelekeze vizuri, pia hata mambo ya kuongeza ongeza, wimbo utakuwa mzuri kweli. Na mimi mwenyewe nimeisikiza nime, ile biti inakubaliana na mheshimiwa Rais rais, unajua anapenda muziki, lakini hata mimi mwenyewe napenda muziki kwa kweli, ile biti kali nzuri. Tamko hilo linakuja saa chache baada ya baraza la sanaa la taifa yani BASATA kupitia kwa Godfrey Mgereza kutangaza kufungia wimbo huo kwa madai kwamba hauna maadili. Haya ndiyo aliyosema Mgereza kabla ya tamko la Magufuli, kwamba baraza la Sanaa la Taifa limeufungia rasmi wimbo ambao ameutoa hivi karibuni ala, ambao wimbo huu ameutoa yeye msanii Nay wa Mitego, na baraza lina kupiga marufuku kwa matumizi au kwa kutumika kwa namna yoyote ile na narudia tena kwamba baraza linapiga marufuku wimbo huu kwa matumizi ya namna yoyote ile. Baraza linawaonya wale wote wanaotumia kazi zilizopigwa marufuku. Ikumbukwe kuwa kutumia kazi zilizopigwa marufuku ni ukiukwaji wa sheria za nchi, na ili tunasema kwamba hatua kali zitachukuliwa.